Uwe pia nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nashukuru kwa imani kubwa ambayo ameonyesha kwangu kuniteua tena kuwa waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, kama alivyosema yeye mwenyewe leo wako wengi ndani ya bunge ambao walikuwa na sifa ya kuwa mawaziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, lakini imempendeza yeye aniteue mimi katika wizara hii. Namshukuru, namshukuru sana kwa imani yake hiyo, imani yake hiyo kubwa e. Pili, namshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuteua naibu mawaziri wawili ndugu yetu ambaye miaka yote tumekuwa naye hapa, Mheshimiwa Mwinjuma, lakini pia ndugu yetu eh, Paul Christian Makonda. Uteuzi <klos> wa manaibu mawaziri hawa wawili unadhihirisha jinsi ambavyo mheshimiwa rais anajua ukubwa na wingi wa shughuli za wizara hii Wizara hii kiuhalisia, unaweza kusema ni wizara tatu ndani ya wizara moja. Habari ni wizara, michezo ni wizara, utamaduni na sanaa ni wizara. Kwa hiyo kwa yeye kuongeza manaibu, naibu mawaziri wawili, ameona uzito na umuhimu wa wizara hii, kwa hatuna budi kumshukuru sana na, kwa umri wangu naamini kabisa nimepewa na ni wale ni wale wakomae, wakue na hatimaye wawe. Lazima sasa tubadilike, tuwe timu moja zaidi kuliko nilivyowacha.